Hotuba ya mgombea huyo wa chama cha Makini eh, Bwana Coaster Kibonde ilianza hapa eh, na swala kubwa ambalo lagusa wakazi wengi wa mkoa wa Rukwa ni juu swala la kilimo. Tunakwenda kujaza vifaa vya kilimo kwa maana ya kuendeleza kilimo kwenye magara ya serikali. Kwa mara ya kwanza Mtanzania mkulima atasubiri kwa pembejeo kwenye gara ya serikali bali serikali kwenye gara za serikali ndio wakulima, kwa kuwa kwa kuwa pembejeo zimejia za kutosha, magara yatasubiri wakulima kwenda kuchukua ebejeo katika magara ya serikali swala so, la elimu, akasema kwamba ni muda wa Tanzania sasa kuweza kusoma bure kuanzia chekechea hadi chuo kikuu, lakini pia fursa kwa Watanzania kwenda nje ya nchi pia kusoma eh, elimu, kupata elimu juzi mbalimbali utagharamiwa na serikali yake. Kumsaidia mtoto wa kimasikini ni lazima umpatie elimu, na ndio maana tumesema serikali ya chama cha MAKINI itatoa elimu bure na elimu bora, sio bora elimu na wakati wao tumesema, elimu yoyote inayopatikana nchi yoyote duniani, tutahakikisha kijana wa kitanzania tunampeleka akasoma uko ughaibuni kwa gharama ya serikali, na hatimaye bimbi akimaliza masomo yake ya ughaibuni atarudi Tanzania ili ujuzi aliyopata ughaibuni aje kuufanyia kazi nchini Tanzania, na watanzania wa Rukwa wanufaiki na ule ujuzi. Hapo hapo sawa. Sera hizo za Chama cha Makini zilionekana kushangiliwa na wakazi wengi wa mji wa Sumbanga ambao waligusia sekta mbalimbali, kwa sekta ya afya, sekta ya elimu, maji, lakini pia hata nishati ya umeme pia. Sami Kisika, Azam News, Rukwa.